Naitwa Meshack Robert Mafyeko, ni mkurugenzi wa taasisi ya Voice of Eagle Tanzania, taasisi inayojihusisha na, na utoaji wa mafunzo kwa vijana mabinti na wanawake uh, kupitia mpango maalum wa uwezeshaji wa mabinti wa binti mwenye ndoto. Tumekuwa tukisherekea mafanikio ya binti kila mwaka kwa kufanya kongamano la pamoja ambalo huwa linatukutanisha na wadau mbalimbali. Kwa leo tuko hapa kuwajuza Watanzania wote kwamba tarehe tano mwezi wa nne tutakuwa na kongamano letu la thamani ya binti mwenye ndoto ambalo litafanyika Mlimani City. Na mbele yenu wako wadau tofauti tofauti ambao watakuwepo kwa ajili ya a, kutoa mafunzo ya uelimishaji lakini pia wadau ambao wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha wanafanikisha jambo hilo siku ya tarehe tano. Naitwa Sadaka Saidi, nimezoea kuniita Anti Sadaka. Mimi ni mlezi wa Voice of Eagle Vigo, na proudly niko hapa kuongelea binti mwenye ndoto. Ndani ya binti mwenye ndoto kuna uthubutu kitu ambacho ni muhimu mno ambacho kimewapeleka mabinti maeneo mbalimbali kuweza kupasua ndoto zao, mahali ambapo tumeona ujasiri, mahali ambapo tumeona commitment ndani yao, lakini kubwa, tumeona utendaji. Kwa hiyo tukutane tarehe tano mwezi wa nne, kwa sababu sio tu tunaenda kukutana kama wadau. Hapana, tunakwenda kucelebrate milestone Unajua tuna ili kufanikiwa ni lazima tujipime, na tarehe tano mwezi wa nne tunakwenda kujipima safari tuliyoianza hapo nyuma, tumefika wapi? Tukutane Mlimani City, kutakuweko na mafunzo, lakini kubwa zaidi tutaweka kwenye spotlight matendo na mafanikio ya mabinti ambao tunawaita mabinti wenye ndoto. Kwa majina, naitwa Anto Luvanda, mimi ni mmoja ya walezi wa taasisi hii na nimefurahi sana kwamba tumeweza kuandaa tukio ambalo linaweza kuwavusha mabinti e, wale ambao wana ndoto na wale ambao hawana ndoto lakini wanatafakari kuwa na ndoto ili waweze kutimiza hatima zao. Sasa kuna mtaalamu aliyewahi kusema kwamba ndoto unapewa bule, ila mapambano unauziwa kifurushi tofauti. Na ili uweze kuwa mtu ambaye sio wa kawaida, ni lazima ujifunze kuthubutu kwa sababu vitu vingi sana viko upande wa pili wa hofu yako. Wengi wanaogopa kuanzisha biashara, wengi wanaogopa e, kutimiza ndoto zao kwa sababu ya namna moja au nyingine, lakini ndio mafanikio yalipo. Kwa hiyo tuna tutaweza kuwafundisha e, mabinti waweze kujiamini, lakini pia waweze kupambania ndoto zao ili waweze kufanikiwa zaidi. Na naamini wakiweza kufanikiwa hawa basi tunaweza tukaisaidia serikali kwenye upande wa kujiajiri, kuongeza ajira E, kutengeneza raia wema na hivyo kufanya nchi yetu ya Tanzania iweze kuwa kinara e, sio tu Afrika Mashariki, bali Afrika na duniani kwa ujumla. Naitwa Gertrude Mligo, ni mwandishi wa vitabu ambaye mpaka sasa nimeandika vitabu kumi na nne ambavyo viko published, lakini pia uh, nina miliki uh, lile estate nikiwa namaanisha nina Roge, lakini pia nina Airbnb ambazo ziko uh, mkoani Njombe na ni mtaalamu wa masuala ya kidijitali na masuala ya mawasiliano. Uh, zima ya mwaka huu ya tukio zima la binti mwenye ndoto ni uthubutu. Kwa hiyo mimi nitapenda kujizungumzia mimi mwenyewe Gertrude Mligo, tunahudhuria event nyingi sana tunashiriki makongamano mengi sana nadhani kwa mwaka kunakuwaga kuna kuaga na makongamano hata zaidi ya mia ambayo watu wanaenda kushiriki, wao wanawake au wasichana, lakini bila uthubutu zile event zinakuwaga tu unaenda unachukua picha unapost kwenye gram X au tiktok, lakini kitu gani haswa umekichukua? Nilikuwa nina maono mengi sana, nilikuwa nataka kuanzisha taasisi, nilikuwa nataka kuandika kitabu, kutoa kitabu. Kwa hiyo niliamini kwamba na mimi sitaki niwe kama yule mzungumzaji, niseme siku moja nisimame nijutie kwa nini sikufanya hichi kitu kwa wakati ule. Kwa hiyo mimi nachotaka kusema ni kwamba uh, wapo wandaji wengi wa event lakini mwandaji huyu wa event nikiwa anazungumzia taasisi zima na mtu ambaye yuko nyuma ya taasisi, nikiwa namaanisha mkurugenzi, ni wale watu ambao wako intentional. Ni wale watu ambao haanzishi event au haandai event kwa sababu anataka kuonekana ameandaa event, kwa sababu kuna vitu viwili. Kuna watu wanaandaa event ili waonekane, kuna watu wanaandaa event ili wapate zile mileage na vitu kama hivyo. Lakini kwa Meshack, namjua, namjua na kijana wake mdogo, anapenda kuona wadada wasichana wanawake wanatoka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hii iwe sababu yako moja ya kwa nini ushiriki uh, event ya binti mwenye ndoto kwamba mwandaaji yuko intentional, anataka wewe akutoe hapo ulipo akupeleke kwenye viwango vingine. Hapo kwenye karne ambayo hautakiwi kumwachia mtu deni tukizungumzia wewe mwenyewe usijiachie deni. Hakikisha kwamba ile hatma au ile purpose ambayo ulipewa ya kuwepo hapa duniani na Mwenyezi Mungu basi unaitumia vema, kiwe kipaji kiwe nini. Wazungumzaji watakao kuwepo siku ile wakuongoze kwamba unatakiwa upite hapa na unatakiwa usipite hapa. Kubwa anachotaka kuwaambia jamani, usithubutu kukosa kwa sababu mabinti wengi hawa tunaowaona wapo wengi sana wenye ndoto, lakini wengi wameshindwa kutimiza ndoto zao kutokana na changamoto ndogondogo ama changamoto kubwa zinazowakabili. Lakini mbali ya yote, natamani kuwaambia wazazi wa Kiafrika hasa wakutu Tanzania Usizime ndoto ya binti ama kijana ambaye alioko nyuma yako, yaani jaribu kumfuatilia uone anatamani kitu gani, mfuatilie katika hicho kitu, kama kipo katika mstari ulionyooka jitahidi uende naye. Ila yote kwa yote ni kukaribisheni tarehe tano mwezi wa nne hapo Mlimani City, kwa sababu tutakuwa na mengi ya kujifunza, kuwafundisha mabinti, kuwafundisha vijana, lakini hata kuwakumbusha wazazi ambao tayari wana mabinti na vijana ambao bado hawajaamka katika